Kwa kweli mwachamila ni mtumwa. Ni wakati ule wa mwaka tena ambapo rangi, tamaduni na sherehe zinatawala Chuo Kikuu cha Moi katika maadhimisho ya Wiki ya Utamaduni. Anga ya chuo hiki lishamiri shangwe, vifijo na nderemo, wanachuo wakionyesha nyuso zenye ustaarabu, wengi wakielezea ya matarajio yao ikiwa ni hafla ambayo imefuatia matayarisho kabambe kutoka kwa jamii mbalimbali mbali. Je, bidii za waliojitahidi zitaonekana hafla hii itakapotamatika? Wiki hii imezinduliwa na viongozi wa chuo hiki pamoja na wawakilishi wa jamii mbalimbali mbali. <coughs> kwenye ngoma zenye rangi angavu hadi kwenye mavazi ya mvuto, kila kundi limejiandaa kuonyesha ladha ya kipekee ya utamaduni wow. Wao, majina naitwa Moses Lerantle, nawakilisha Samburu na unajihisi vipi kwa hafla hii ambayo imeandaliwa na Chuo Kikuu cha Moi? Uh, nafurahia sana juu ni vizuri kushokeza wa culture uh, yeah, it is good. Na naona mko katika maandalizi ya kuingia jukwani. Je, leo mnaenda kuwasilisha nini? Leo tunaenda kuwasilisha right of passage uh, ya circumcision yeah. tayari vijana ni kweli, wiki ya utamaduni imeanza rasmi katika chuo kikuu cha Moi na hamasa iko juu, kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni utamaduni mmoja watu wamoja na mustakabali mmoja. Na labda nikujuza kwamba ni kauli ambayo inatukumbusha kwamba licha ya utofauti wetu sisi ni watu wamoja. Kwa majina naitwa Sofia Merengo kutoka jamii ya Bakuria. Siku hii ya leo najisi vipi na jamii yako imejiandaa vipi? Tunajaribu, tumejiandaa sana, tuna matumaini ya kuwa nambari ya kwanza, hey. Imekuwa ni muda mrefu before to perform lakini mwaka huu tumesema lazima tutawakilisha. ujumbe ambao ungependa kupea chuo kikuu cha Moi, pamoja na wale wenzako wa jamii mbalimbali, ungewaambia nini? Eh, nashukuru chuo kikuu cha Moi kwa kuandaa wiki juma hili kwa hii kazi, kwa sababu ni vizuri sana for us to showcase our culture. Tunapatana watu wengi pamoja from different cultures na pamoja. Kwamba leo hii, so, tunatarajia maonyesho ya mavazi ya Kimasai pamoja na mashindano ya nyimbo za jadi, na hapo baadaye tutakuwa tunaweza kushuhudia ladha tamu ya chakula kutoka majamii mbalimbali kila pembe ya Kenya <mulia> Mpenzi mtazamaji, huu ni mwanzo tu, shughuli zaidi zimepangwa za siku zijazo za wiki hii. Tembea nasi katika juma hili la utamaduni, tukupashe zaidi. Jina langu ni Elizabeth Mutongoi na mimi wako John Omar, nikujuza kwamba tutazidi kukita kambi katika ukumbi huu wa wanafunzi ili kuhakikisha kwamba tunakupakulia taarifa zote na maonyesho yote pindi tu yanapochipuka pale ulipo.